Yes, ah, niko na Dickson. Dickson mambo vipi? Salama mwalimu. Mbona unaongea kinyonge baba? Vitu vitachanganya taratibu. Anyway, so nataka nifahamu na wanaotutazama waweze kujua kuna watu wengi wanafundisha masuala ya digital skills, graphics, video na vitu vingine kwai uliamua kutuchagua sisi Joel Media na kuja kujifunza hapo. Unajua bana, pale unapoamua kutafuta kitu ambacho ni sahihi, kila mtu kuna yake ambayo anakuwa ameilenga, so kwa target nilikuwa nimetarget, mimi niliona Joel ni sehemu sahihi. Kwa mfano ule mwendelezo wa kazi ulizokuwa ukizipost. kuna mtu anaweza akaanzisha kozi akapost wiki moja afu kuanzia hapo usione. Kwa hiyo pia ni vigezo, lakini hata mafundisho ulokuwa ukifundisha kupitia mtandao nilikuwa nikijaribu Naona, kuna baadhi ya vitu ukiklik unaona vinakaa unaona, hata kama hapa ni kwenye video vitu vinanyoka hivi, nikionana na huyu jamaa itakuwaje? Ndo ikawa hivyo. Okay, ni muda gani tangu umeanza kutufuatilia na kutufahamu? Kwa kwa hesabu ya haraka, nakumbuka sasa ni kama miaka miwili, ndio nilibahatika kufika kwenye page yako, lakini harakati ya za kutafuta zilikuwepo nyuma, kabla hata hiyo miaka miwili k kwenye hiyo miaka miwili, nafikiri siku hiyo nilikuwa YouTube kwenye harakati za kutafuta tutorial, nadhani ndio sasa bana kama zali nikakutana na hiyo Joel Media. Sasa na kwa sisi watazamaji wa tutorial, tukifika sehemu tukaona wewe ni sahihi, kila siku tukija, ndo nru tunadondokea -nru nikaangalia, nikaangalia, nikaona sasa ni wakati sahihi wa kuchukua action ya kutafuta na kuanza kipindi ndo mpaka sasa niko hapa hivi. Okay, s uh, umenifuatilia almost miaka miwili yeah, lakini tulivyozungumza uliniambia kwamba ulikuwa unatumia pixlab kudesign kwa, kwa simu. Nini ambacho kilikuinfluence wewe kutoka kwenye kutumia simu mpaka ukaingia kwenye kununua kompyuta na kuinvest ili ujifunze design kama profession? Sasa hapa ni, ni kama story kidogo Ujue ukiwa unafanya graphics kuna watu wanaitwa ma motivation speaker, ukiwakuta wanaandika zile shot zao kwamba hatuangalii vifaa vinavyotumika tunaangalia design ya mtu. Kwa kweli, ukizingatia ile, utaona sahii utatumia hata application yoyote, utatoa kazi na kama mtu anayotoa, lakini itakapofika sehemu kwamba tunataka tuone the way unavyofanya kazi yako, ndo utofauti utaanza kuonekana. Hatuwezi kukaa kwenye meza kama hii halafu tukaanza kudesign kwamba nachukua simu na zoom nafanya mm. <laughs> hivyo ukanielea? Ndo sababu of course pixel, pixel tumetumia sana, ila when it's come unataka kuwa professional, inabidi utumie PC, utumie software ambazo zina nguvu kidogo na zinatambulika. Okay. Yeah. Uh, unaweza ukaniambia kuna wakati wowote ambao matumizi ya simu kwenye kudizain, ya ilishawahi kukukwamisha maybe kwenye kupata kazi au kufanya kazi fulani? Yeah. Na sio mara moja, ni zaidi ya mara moja. Nakumbuka kuna tangazo moja la kazi iliwahi kutoka bana, nikafuatilia ile tangazo, nikaambia tutume CV ya kazi ambazo tumefanya, na kweli nikafanya hivyo, nikatuma dizaini zangu, zilionekana kweli zina mvuto na nini kapangiwa siku ya kwenda bana, umefika pale, kaambiwa mliochaguliwa ni fulani na fulani, sasa inabidi ufanye vitendo. Tukiwa tunaona meza hiyo hapo, kuangalia mezani kitu kilichopo mzee. <laughs> kafunguliwa mnyama Adobe hapo Photoshop, kaambia bana, mi natumia simu, tunafanya vitu kama hivyo nilichobahatika ni kupewa tu bana no. Endelea kupambana utafika, jifunze na nini na vitu kama hivyo. Kwa nikaona kuna haja kweli ya, ku, ya kujifunza software ambazo kidogo ni kubwa kama Photoshop, Illustrator, na nyingine okay. Yeah. Uh, labda najua kuna watu wengine wanatumia simu na wako wengi maybe wana design kazi nzuri kabisa mm -hmm. Lakini changamoto tutakuja kwenye mazingira kama hayo ambayo umesema, mm -hmm. Na nilivyoona wewe kadi tunavyoenda na program, of course, ni wiki ya tatu lakini kuna namna experience uliokuwa nao kwenye simu imekusaidia kwa kiasi kikubwa. So, kwa mtu ambaye ye anatumia simu pia anataka kuswitch kwenda kutumia software za kompyuta au kutumia kompyuta ya kudesign. Una nini cha kumwambia, na pengine anaweza kapata urahisi wowote kutoka huko kuja kwenye kutumia software za kompyuta? uh, cha kwanza ambacho nataka nimwambie ni kwamba ni kwa application za kwenye simu ziko limited sana. Kuna vitu vingi huwezi kuvifanya otherwise utatumia application zaidi ya tatu kwa ajili ya kufanya kazi moja. Sasa uki, of course ukianzia kwenye simu kuna kale la msingi utakuwa nacho, utaona kuna gradient utaona ndo ile ile, kuna line utaona ndo zile zile, lakini ukianza kutumia program kubwa kama Adobe ndo utagundua kwamba yaani wewe kwenye waliokuwa wanajua wewe ilikuwa ni bado kabisa kwa kweli kwa hapa sitaki tutiane moyo na mtu kwamba utapata sijui afadhali ukiwa unatumia simu na ukiwa unatumia, tujifunze kwa kweli, na sehemu ya kujifunza ndo kama hivi, tuko hapa Joel Media Mdia. Hii ni wiki ya tatu, lakini improvement ni kubwa sana. Huu ni ushuhuda, na tutakutana huko mbele nadhani na hicho nilicho taka kusema of course tuna wiki tatu na muda bado ndo tunaongea kila siku tunavyojifunza yes mnahitaji kuweka nguvu zaidi unahitaji kupambana zaidi ili ufike pale unapo lakini so far unaonaje tangu umeanza wiki ya kwanza program tunaenda wiki ya pili wiki ya tatu unajionaje na program zetu kwa ujumla zikoje unjue bana professional ni professional. kuna namna unapokea madini ukiyafanyia kazi ini, na, na, na kujituma kweli, tuje kweli kusoma, lakini pia inabidi uwe na moyo na ukubali kufanya mazoezi, uchukue muda wako naa vitu kama hivyo. Hii ni wiki ya tatu, sasa hivi tumesogea, lakini sio mwisho wa darasa. Darasa lipo, tunatofautiana muda, kuna wanaosoma asubuhi, wengine mchana na nini. Kwa nafasi zipo, tusogee, tusome kwa Joel Media, nafikiri tutafika. Yeah. Okay, kwa naye tutazama, siku hizi kuna utapeli mwingi, uaminifu umekuwa changamoto hasa kwenye mitandao, lakini nabidi ifike mahali tu iamini mm. Unamwambia nini mtu yoyote ambaye pengine anataka kuja kujifunza kwetu lakini anasitasita, anaona kama mm, hawa jamaa vipi? Una nini cha kusema? Nadhani tuna interview tunavyofanya, kuna zile texti zinapitaga chini pale, kuna namba yes. Kuna mitandao ya kijamii wanaona the way utakavotuma message au utakavyopiga utaiona ile action utakayopokelewa, na sehemu ipo. Hatufundishani huko huko hapana, utaelekezwa sehemu ilipo na ma customer care wa hapo wako vizuri sana kwa kweli, utafika na utapewa program zilivyo, tofauti na sehemu nyingine ambayo utaona mtu anafundisha tu, lakini uko wapi hapo? Sasa ndo changamoto, kipengele kinaanzia hapo hivyo bana, ushuhuda ni kama sisi tume, tumeona mtandaoni na kweli tumefika Jeli, ndo huyo hapa, na na timu kubwa tu tunafanya kazi, tunasupotiana, tunajifunza na vitu vinakaa. Pengine utapeli utakuepo, lakini kwa hapo kwa kweli si, sioni si, kitu kama hicho yeah. So, so kuna mtu mwingine hii video of course tumeiupload ni Machi 2025 kuna mtu mwingine anaweza kaona mwezi wa sita, mwingine mwaka unaofuata wakati huo wewe uko moto kabisa, unatoa kazi ambazo ni next level yeah. Unaweza kumwambia sasa, atakupateje? Na hata sasa hivi mtu anaweza kaanza kuona kazi zako. Sasa mimi nakushauri posti kazi ambazo unatengeneza sasa hivi, anza kuziposti ili watu waendelee kuona na we mwenyewe pia mbele utaona improvement. Watu atakupateje kwenye social media? Kwenye social media hasa uh, Instagram napatikana kama official d 930 ya na pale Instagram ndo sana huwa na posti sana kazi zangu. Facebook utanipata kama Dickson Kileo. Hata utaona kuna utofauti hapa, hii Facebook ni mpya kwa sababu nimeanza kujifunza. Kuna vitu utafundishwa pia namna ya kujibrand ili uonekane professional na huko mtaani, kuna utofauti utauona. So kwa sasa hivi ni follow kama official d tisa thelathini na Facebook unifuate kama Dickson Kileo hivi Okay, tutaweka pia social media zake pamoja na mawasiliano hapo chini labda tume, katika hizi kozi zote ambazo tumesoma ni program gani ambao wewe umekuwa excited sana, na mpaka sasa hivi unasema dwa hichi kitu amazing sana? Kwa kweli nisidanganye, digital marketing, yaani ni kitu ambacho kwa ni ni kweli nilikuwa nikiwaona tu watu wengine wanafanya na mpaka sasa hivi nawaona lakini kwa level nilipofika hapa sasa hivi kwangu naona ni yani imekuwa ni kitu kikubwa sana. Sikwahi kutegemea kama nitakuja kujifunza na mimi kitu kama hiki. Mwanzo nilijua nita nitakuja nitafundishwa ku design logo, poster afu nitaambia bana tunashukuru sana kaendelee kupambana. Lakini kwa hiyo kipindi unaofundisha pia digital marketing. Aisee, kwangu mimi imekuwa kubwa sana feature, ni kitu kikubwa sana. Wow, ah, shukrani sana, endelea kufanya mambo yako hapa ambao unafanya. Lakini otherwise, unaitutazama endelea kufuatilia chaneli hii, ikiwa nawe utapenda kujifunza. Ah, sitaki kukuambia, unajua cha kufanya. Ofisi zetu ziko Ubungo, Exeno, Dar es Salaam. Hakikisha una subscribe chaneli hii, unabonyeza alama kengele, ili kila tunapo upload video mpya uwe wa kwanza kuja kupewa taarifa, na uje kujifunza. Jina langu ni Joel Kadaga, kutoka Joel Media.